Na vitendo vya ukiukwaji wa maadili miongoni mwa baadhi ya mahakimu vimetajwa kuongezeka nchini baada ya hakimu wa mahakama ya mwanzo ya Ngula wilayani Kwimba mkoani Mwanza kudaiwa kumpiga mteja wake aliyefahamika kwa jina la Lale Daniel baada ya kumnyima rushwa ya ngono. Akizungumzia tukio hilo kwa waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoani Mwanza Ahmed Msangi amekiri kuwa jeshi la polisi limepokea tuhuma kutoka kwa mkazi huyo na kueleza kuwa polisi inaendelea na upelelezi kubaini ukweli wa jambo hilo. Tupate taarifa zaidi na mwandishi wetu Reginald Desika. Mama Lale Daniel ambaye amefungua kesi mahakama ya mwanzo ya Ngula wilayani Kwimba akidai talaka kutoka kwa mumewe Abel Manumbu amedai kujeruhiwa kwa kipigo na hakimu Marko Turuka baada ya kukataa kutoa rushwa ya ngono. Basi kanipiga sana shingoni, mpaka sasa hivi na maumivu makali sana hapa chini ya nani hapa hivi chini ya maziwa na huku usoni, sasa afika apia nikalala hivyo, akawa nasema acha nimeue huyu dada, na hata kama nikipoteza kazi mimi siogopi, bora niue. ushahidi na kizibit. Kabla ya kukutana na kipigo hicho, mama huyo anadai kuwa hakimu huyo alimwomba rushwa ya ngono ili aweze kumpa upendeleo katika kesi yake ya talaka. Yule mheshimiwa alinitumia message, mambo pole sana na matatizo nitakusaidia atakupa talaka nikuoe mimi nikamwambia, lakini mimi nina shida, kwanza, yani jamaa, atupe talaka, atupe na shida tumalize kwanza. Akasema ukishanipa mapenzi nitamkandamiza jamaa akupe talaka akupe na haki zako alafu mimi nitakuoa. Lakini mama huyo akiwa kwenye harakati za kuandaa mtego kama alivyoelekezwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU, ndipo inadaiwa alikutana na msala huo katika baa moja iliyoko mjini Ngudu. Sasa Sielewi tena tulijibizana nini? Nimekuja kupata fahamu niko kituo cha polisi. Kituo cha polisi nao kwanza, nimenyuka hivi nikaa, nimeanguka tena, niweka kuna askari akaja akanipiga teke, pumbavu wewe, maraya unafasi mapenzi eh, uliyetaka mwenyewe boya wewe. Mama huyo Lale Daniel anaelekeza maombi yake kwa serikali pamoja na wasamaria wema akiwataka kuingilia kati sakata hilo ili haki iweze kutendeka. Kwa mi naomba tu msaada, yaani mimi hata kama ni rais anasikia, mi naomba rais anisaidie tu, mi nipate haki zangu basi, na taraka yangu basi, ni hivyo tu. Hata hivyo, TBC imezungumza kwa njia ya simu na hakimu Marco Turuka, anayedaiwa kumshushia kipigo Lale Daniel baada ya kunyimwa rushwa ya ngono. Kuna dada mmoja anaitwa Lale Daniel amefika ofisini hapa wenu ndiyo ndio ndio e -ha. Anadai kupigwa na wewe kwa mambo hayo. Bwana, siwezi kuongea kwa kwenye, kuna uongozi wangu, kuna hakimu wa wilaya, kuna mtajiri, kuna jaji jaji mahakama kuu. Katika kufuatilia swala hilo, TBC pia imezungumza na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Ahmed Msangi, ambaye amesema polisi imeanza uchunguzi. Kwa yu, na, kwa kwa hiyo sisi tulifungua jarada na sababu msema ameshambuliwa alipewa PEP 3 polisi. Alichokifanya tumeendelea na investigation, pata eh, mashahidi mbalimbali kutokana na ile statement aliacha pale kituo cha polisi kwamba kuna tatizo kuwa ametokea huyo anayedai kwamba alimpiga Reginald Ndesika, TBC alishahojiwa Mwanza, namshukuru.